Wapeni heshima waalimu wa Tanzania, kwa kuwa wamoja zaidi. Kamwa asitokee miongoni mwenu wa kuwagawanya na kumwita huyu ni wa fulani na huyu ni wa fulani. Na kiongozi mzuri ni yule ambaye ana uwezo wa kukaa na mtu ambaye hata hakubaliane naye kwa maslahi ya taasisi. Msigawanyike, shikamaneni. Hii ni taaluma takatifu ya watu waumbaji wa mara ya pili. Pendaneni, shirikianeni usikilizeni wimbo mliouimba wakati mnaimba, Solidarity Forever for Teachers. Sikilizeni maneno mliokuwa unasema wafanyakazi tujiunge pamoja. Mkijiunga pamoja, mtajenga taasisi yenu, mtawafanya walimu wengine waone kiu ya kuja kwenye chama chenu. Mkikaa pamoja, mtawafanya watu wengine waone ni darasa la kuja kujifunza kwenu, mtayaleta mataifa ya Afrika kuja kujifunza chama cha wafanyakazi kinavyosukuma ajenda pamoja na serikali kwa maslahi ya wanachama wake wazeni jambo moja, chama chenu, mnaweza kuwa marafiki, mnaweza kuwa na wapambe, wapambe hawatajenga chama, isipokuwa wanachama watajenga chama. Shikamaneni kama wanachama, unganeni kama wanachama, ombeni kura kwa heshima, msivunjiane heshima, msidhalilishane wala msitukanane. Amesema waziri hapa, chama chenu kifanyeni suruhu, na migogoro mlionayo muimalize ndani yenu, ninyi kwa ninyi, wala msikaribishe mtu kutoka nje.